Hapo zamani za kale katika mji wenye amani wa Bujoko, nesi kijana anayeitwa Teti alikuwa akifanya kazi katika kliniki ya afya ya jamii. Asubuhi moja, alipata kijana mgonjwa aliyeitwa Chibale alikuja akiwa na homa, amevimba mitoki ya mwili, akiwa na uchovu wa mwili na vidonda vya koo na pamoja na upele wa ajabu ambao ulionekana kama malengelenge madogo. Kijana huyo alilalamika pia kuwa ana maumivu ya misuli, maumivu ya mgongo pamoja na maumivu ya kichwa. Teti haraka akavaa glavu na barakoa na kuanza kumfanyia uchunguzi wa kina. Hivi majuzi alihudhuria semina kuhusu Mpox, ugonjwa wa virusi unaofanana na ndui, huenea kwa kugusana sana kwa karibu, hasa na vipele au majimaji ya mwili wa mtu aliyeambukizwa. Na hata kupitia vitu vilivyochafuliwa kama matandiko au nguo. Teti alimwambia Chibale kwa utulivu, dalili hizi zinaweza kuwa ni ugonjwa wa Mpox. Usijali tutakutunza na kukuhudumia vizuri na pia kuhakikisha kuwa kila mtu anabaki salama. Alisema nesi huku akimtuliza mgonjwa wake kwa upendo.